Masomo ya misa takatifu juma ine, juma la 34 katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza: Danieli surat pili mstari wa 31 hadi 45. Somo katika kitabu cha nabii Danieli. Siku zile Danieli alimwambia mfalme Nebukadneza, umeona jozi, mfalme, ndio hii sanamu, Sanamu kubwa yenye kung'aa sana ilisimama mbele yako, umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Sanamu hiyo kichwa chake ni dhahabu safi, kifua na mikono yake ni fedha, tumbo lake na mapaja yake ni shaba nyekundu, mguu yake ni chuma, vidole vyake ni nusu chuma nusu udongo. Ulipokuwa unaangalia, ghafla jiwe likaanguka pasipo kusukumwa na mkono, likaigonga sanamu penye nyayo zake za chuma na udongo, likazivunjavunja. Ndipo zikavunjika pamoja na chuma na udongo, shaba nyekundu, fedha na dhahabu, zikawa sawa na makapi kiwanjani wakati wa hari, na upepo ukazipeperusha hata pasionekane kitu. Nalo jiwe lililo igonga sanamu likageuka kuwa mlima mkubwa ulioijaza dunia nzima. Ndoto diyo hiyo, maaguzi yake tutamwangulia mfalme. Wewe ee mfalme, ni mfalme wa wafalme, naye Mungu wa miguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu umeweka mikononi mwako wanadamu na wanyama wa pori na ndege wa angani; amekupa kuwatawala hao wote. Wewe ni kile kichwa cha dhahabu. Nyuma yako ufalme mwingine utainuka ulio mdogo kuliko mfalme wako. Baadaye utakuja ufalme wa tatu utakaokuwa wa shaba nyekundu na wenye kuitawala dunia yote. Ufalme wa nne utakuwa na nguvu kama chuma, sawa na chuma chenye kuponda na kama chuma chenye kusaga. Ule ufalme utaponda na kusaga falme zote. Uliona miguu na vidole vyake vilivyokuwa nusu udongo wa mfinyanzi, nusu ya chuma; ni mfano wa ufalme uliogawanyika, ila ufalme huo utakuwa na nguvu ya chuma kama vile ulivyoona chuma chenye kuchanganyika na udongo wa mfinyanzi, vidole vya miguu vilikuwa nusu vya chuma na nusu vya udongo. Maana yake nusu ya ule ufalme utakuwa na nguvu na nusu utakuwa dhaifu. Nawe uliona chuma chenye kuchanganyika na udongo wa mfinyanzi, maana yake falme hizo zitajichanganya kwa maagano ya doa, lakini hazitaungana kama vile chuma kisivyounganika na udongo. Basi wakati wa wafalme hao Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme usioharibika milele, na ufalme huu hautaachwa kwa taifa nyingine. Utaziponda na kuangamiza falme zote hizo zote, nao utakaa hata milele Sawa kama ulivyoona jiwe lenye kukatwa kutoka milimani bila kuguzwa na mkono, na lenye kuvuja chuma, shamba nyekundu, udongo, fedha na dhahabu. Mungu mkuu amemfunulia mfalme yajayo. Ndoto ni hii hasa na maelezo yake ni ya hakika. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi Zaburi ya kuitikizana: kitabu cha nabii Danieli sura ya tatu mstari wa 35 hadi 39. Kitikio: msifuni na kumtukuza milele, msifuni na kumtukuza milele. Enyi nyote malaika wa Bwana, mtukuzeni Bwana, msifuni na kumtukuza milele, msifuni na kumtukuza milele Enyi mbingu za Bwana mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi maji ya juu ya anga mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi maweza yote ya Bwana mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi jua na mwezi mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Uwe mwaminifu hata kufa, asema Bwana, nami nitakupa taji la uzima. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e, Bwana. Luka sura ya ishirini na moja mstari wa tano hadi kumi na moja. Wakati ule baadhi ya watu waliongelea habari za hekaru hasa mawe mazuri na mapambo ya wakfu, Yesu akasema, haya yote mnayoyaona, siku zitakuja ambapo jiwe halitaachwa juu ya jiwe, yote yatabomolewa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, hayo yatakuwa lini na iko ishara gani inayoondokeza mwanzo wa kutimia hayo? Akasema, angalieni msije mkadanganywa, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye; tena wakati umewadia. Musiwafuate hao Mtakaposikia habari za vita na misukosuko, msihangaike kwa maana hayo hayana budi kutedeka kwanza, lakini si mwisho bado. Kisha akawaambia, taifa litashambulia taifa na ufaume utatambulia ufaume. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi huko na huko, na maradhi na njaa na matisho na ishara kubwa kutoka uwinguni. Ijili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.